Afisa usalama wa TANESCO Bwana Abed Hamad amesema zoezi la ukamataji wa watu wanaoiba umeme ni endelevu. Tumefanikiwa kuwakamata wateja wanne, ambapo walikuwa wanatumia umeme bila kulipia, walikuwa wanatumia umeme bure. Ah, wateja hawa tumewakamata na tutawafikisha katika vyombo vya sheria ili waweze sasa kulipia kile ambacho wamekitumia bure. Wakieleza sababu ya kutokununua umeme kwa muda mrefu, huku wakiendelea kuutumia, baadhi ya watuhumiwa hao wanasema, tarehe ya kulipia nimeshaisahau, ila ni mwezi wa nne kuelekea mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na nne. Eee, ipo ni ipo, lipia una mesejine, unawashahidi gani na kutuonesha Nimerudi hapa juzi kati tu hapa, karibuni nimefika hapa nikafuta kweli. Mimi ni siku hiyo wenyewe ulikuwa imekata, baada ya kwa imekata nikajua labda pesa ile bado ilikuwa inafanya kazi. Mhandisi wa Tanesco mkoa wa Katavi Bwana Godfrey Josephat ameonya watu wanaotumia mafundi wa mitaani maarufu kama vishoka kuharibu mita za umeme ili kupitisha umeme bila malipo. Na inaonyesha mteja toka 2024 mwezi wa tisa hajanua umeme mpaka leo, na mita yake inapitisha umeme. Wakiulizwa, mteja anasema yeye alijua ni ofa tu ya mama Samia. Nikiripoti kutoka hapa katika kitongoji cha Isagala kijiji cha Uruila Wilayani Mpanda mkoani Katavi. Zipa Joseph, ITV.